Kwa fedha za utekelezaji wa programu ya maji malipo kwa matokeo yani P4R inaofadhiliwa na Benki ya Dunia kutoka dola za Marekani milioni mia tatu na hamsini hadi dola za Marekani milioni mia sita na hamsini na nne. Ongezeko hili la fedha limetokana na Tanzania kufanya vizuri na kuwa kinara miongoni mwa nchi zinazotekeleza programu hiyo. Mheshimiwa Spika, Tanzania ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu ndiyo kinara wa utekelezaji wa P4R duniani, narudia Tanzania ya Mheshimiwa Daktari Samia, Rais kipenzi wetu, ndio kinara wa utekelezaji wa PforR duniani. Narudia tena Tanzania ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ndio kinara wa utekelezaji wa PforR duniani. Nchi mbalimbali mbali duniani zinakuja kujifunza utekelezaji wa miradi yake na mafanikio ambayo tuliyoyapata. Mheshimiwa Spika, kupatikana chanzo kipya cha fedha kupitia mauzo ya hati fungani yani, ya kijani yenye thamani zaidi ya shilingi bilioni 54.72. Kwenye hili la hati fungani, Mheshimiwa Rais ameendelea kuupiga mwingi, kwani hati fungani hii sio tu ya kwanza katika ukanda huu wa mashariki na kusini mwa Afrika bali pia imesajiliwa katika masoko ya hisa ya Dar es Salaam, soko la hisa la Luxembourg barani Ulaya na imepata tuzo ya kimataifa taasisi yetu ya Tanga UWASA kutoka taasisi ya IJ Global ya nchini Uingereza. Wizara ya Maji imeanzisha mwendo Mheshimiwa